Na maafisa wa usalama katika kaunti ya Pokot Magharibi wamehimizwa kuwakamata wachimbaji madini kinyume cha sheria kwenye migodi ya dhahabu katika kaunti hiyo. Wakati huo huo, wajane katika eneo bunge la Suba Kusini kaunti ya Homa Bay wamehakikishiwa msaada wa serikali kuhusu uwezeshaji kiuchumi, elimu pamoja na kupewa ulinzi wa ardhi. Taarifa kamili ni katika dira ya kaunti. Naibu kamishna wa kaunti katika kaunti ndogo ya Pokot Magharibi, Wycliffe Munanda, amesema maafisa wa usalama wanaendelea na uchunguzi ili kulinda masilahi ya wachimbaji madini wanaokadiria asara pamoja na kulalamikia kutengwa na wawekezaji wanaoendesha shughuli kinyume cha sheria katika kaunti hiyo. <coughs> Wakati huo huo, wajane kutoka eneo bunge la Suba Kusini katika kaunti ya Homa Bay wamehakikishiwa na serikali msaada wa hamasisho wa kiuchumi, elimu pamoja na kupewa ulinzi wa, wa ardhi. Msimamizi wa kitengo cha masuala ya wachache na waliotengwa Josephat Lowoyi amesema serikali ilikuwa tayari imeidhinisha sera kuhusiana na makundi ya walio wachache na wale waliotengwa inayojumuisha mbinu zinazotambua masaibu maradufu yanayowakabili wanawake wajane. Na huko Malindi, wakazi wanafurahia uwepo wa maji ya kutosha baada ya kampuni ya usambazaji maji na uondoaji maji taka ya Malindi, Mawasco, kudumisha huduma za usambazaji wa bidhaa hiyo hata baada ya msimu wa sherehe. We, hatimaye katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa serikali nchini Tom Odege amesisitiza kuwajibika kwake katika kutetea ugavi wa marupurupu kwa mazingira magumu ya kikazi kwa wafanyakazi katika eneo bunge la Nyatike we can implement taxica allowance for those who are working in Yatike. Tilio Marco, Darubini.